Mwaka huu 2025/26 wa kata hii ya Mikocheni watapanda miti 3600 ya aina mbalimbali kama mabuwa, ya jakaranda. Kwa hiyo kuna miti hapa ya matunda, miti ya kivuli na miti ile inayopendezesha ikiwa pamoja na maua kwenye kata hii ya Mikocheni. Kwa hiyo ni jambo zuri sana ambalo sisi kama serikali ya wilaya mtaa lazima tuwaunge mkono kwa kushirikiana na wao, tuwapigie makofi mengi sana na tuhakishie ushirikiano ambao tutaonyesha si tu siku ya leo hii, lakini ikiwa ni pamoja na kuitunza. Kwa hiyo tuna wajibu pia ushirikiana na nyinyi kuipanda hii miti, lakini ni kubwa zaidi ni kwenda sasa kuitunza. Kwa hiyo wenzangu, ambao tunapanda hii miti siku ya leo, tuhakikishe kwamba tunaenda kuitunza haya maua ili lengo letu la kufanya Mikocheni iwe ya kijani ipendeze zaidi liweze kutemea. Kupanda miti kitu kimoja, na kuitunza ili iweze kukua ni kitu kingine. Kwa hiyo sisi sote lazima tuwe na wajibu wa kuhakikisha miti hiyo tunaitunza vizuri. Lakini chukua nafasi hii kwa namna ya pekee kabisa, ni wapongeze nyote ambao mmejitokeza siku ya leo. Tunafahamu leo ni siku ya sikukuu. Leo ni siku yetu ya Muungano, tunatimiza miaka sitini na moja ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo waasisi wetu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na mzee wetu Abedi Amani Karume, rais wa kwanza wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi ya Zanzibar, kwa pamoja, kwa sababu ya undugu, kwa sababu ya, ya tamaduni zetu kwa sababu ya nchi hizi kuwa kitu kimoja waliunganisha mataifa hayo huru na kuunda Tanzania. Na kwa kweli tuna kila sababu ya kujivunia muungano huu na tuna kila sababu ya kuendelea kutunza muungano huu, kwa sababu kupitia muungano huu ndio tunasema sisi ni Watanzania, na kwa vyovyote vile Zanzibar na Tanzania bara sisi ni wamoja, tuna, tuna undugu wa kihistoria tuna tamaduni zinazofanana, kwa hiyo lazima tuendelee kutunza muungano wetu huu wa kizazi hiki na vizazi vingine vingi vijavyo, na sitokee hata mtu mmoja, kwa sababu yoyote ile, akatuondoa kwenye ajenda yetu ya muungano. Kazi yetu ni kuulinda na kuutetea wakati wote na kuendelea kupunguza zile changamoto ambazo zipo, na katika hili tunaendelea kuwashukuru sana viongozi wetu wakuu, wameendelea kupunguza changamoto zile za kimuungano na ujumbe wetu wa mwaka huu, shiriki kwenye uchaguzi wa mchaguzi mkuu wa mwezi wa kumi, ambapo madiwani, wabunge na mheshimiwa rais watachaguliwa. Kwa hiyo muungano wetu ni tunu, ni heshima na lazima tuendelee kuutunza, lakini pia umebeba ajenda hii ya uchaguzi. Kwa hiyo nitumie nafasi hii pia tuhamasishane, mitaa yote sita katika kata hii ya Mikocheni tuhakikishe tunashiriki kwenye uchaguzi wa mwaka huu, tena kwa amani na utulivu kabisa. Na sisi wilaya yetu ya Kinondoni tutaendelea kuhakikisha amani, amani na utulivu wa kwetu unaendelea kuimarika siku hadi siku. Hatutaruhusu mtu wala kikundi cha aina yoyote ile kituondolee amani na utulivu wa wilaya yetu ya Kinondoni. Katika kusherekea sherehe hizi za Muungano, basi na sisi kama Watanzania wote nitoe rai kwa wenzetu, tutumie sherehe hizi kwa kuweza kupanda miti, kwa sababu tunafahamu faida nyingi za miti. Na mimi nikiwa kama mwenyekiti wa mipango miji, ujenzi na mazingira, kwa hiyo idara ya mazingira ndio ilikuwa imeandaa shughuli hizi za leo. kwa hiyo nashukuru kwa wadau wote ambao wameweza kujitokeza, lakini kipekee mkuu wa wilaya ameweza kuonyesha mfano mzuri wa kutupandia miti, lakini na tumeweza kusimika dustbin ya kuweza kuwekea matakataka. Kwa hiyo imeonyesha namna gani hata hizi chupa au taka zozote ambazo zinaweza kutumika kwa ajili ya kwenda kubadilisha kuwa bidhaa, kwa hiyo bidha. Niwapongeze sana wananchi wa kata Mikocheni kwa kujitokeza kwa wingi. Bado kampeni hii inaendelea, leo ndo tumezindua rasmi. Kwa hiyo basi tutoe rai kwa wale ambao wanakuwa na tabia ya kutupa taka ovyo, tujaribu kuyapenda maeneo yetu lakini tujipende na sisi wenyewe kwa ajili ya afya zetu. Kwa kupanda miti elfu tatu mia sita kama mnavyoona hapa tulivyoonyesha kuwa na maua yale yatakayoweza kusiri na kudhibiti hali ya hewa yetu ya tabia nchi inayotokea sasa hivi, kutokana na uharibifu wa mazingira, tukiona itakuwa ni vyema kama jamii na sisi kama taasisi ya mazingira kuonyesha mfano kwa uchache wetu kwa jamii kwa kuungana pamoja, tutakapoweza kutimiza hili jambo. Na vile vile pia tumekuwa tuna kero kubwa ya mitaro kuziba, kwa hiyo tunaona itakuwa ni vyema kwa kuweka pipa zile za kurejesha taka, ambazo mtaona leo moja tutaenda kusimika hapo kwenye kona ya mtaa wa Rioba na viwandani. Ndani ya mwaka huu tunategemea kwamba tuwe tumeweza kuweka mapipa hayo mia mbili na kuweka kuweza kwa tumepanda miti elfu tatu mia sita katika mitaa yote sita iliyoko ndani ya Kata ya Mikocheni.